Mtu uhuru wa muda. Mungu akikuweka uhuru, amekuweka uhuru moja kwa moja Amen. na jambo la tatu, chochote ambacho Mungu atakifanya kwako ni cha milele, ni cha milele, sio cha muda. Sasa yule jamaa yule ambaye ulikuwa naye enzi hizo miaka kumi kabla ujaokoka, alikuwa wapi wakati huo wote? Sasa hivi umeokoka, ndio anakwambia amekukumbuka. <laughs> Ukitaka kujua kama umeanza kurudi rohoni au umeshambuliwa rohoni: uko kwenye ndoa yako vizuri, lakini yule jamaa anakutumia message na alikaa kimya miaka <laughs> yote. Je, shambulizi limeanza? Wapenda, ulitaka kujua kwamba shambulizi limerudi. Ulikuwa vizuri kifedha, lakini ghafla unarudi tena katika kukosa kila kitu ulitoka. Mungu alikutoa pesa zilianza kumiminika, lakini ghafla unaonachana unarudi kwenye kile kile ambacho Mungu alikutoa ndani yake Kuna magonjwa uliashinda kabisa, ayo magonjwa Mungu alikuponya nayo, lakini cha ajabu ni kwamba baada ya kitambo fani cha muda yale magonjwa anarudi tena vile vile, maana shangaa Mungu alikuponya nayo, ni dalili ya kwamba kuna shambulizi la kiroho unarudi kwenye utumwa wa zamani. Jirani yako muulize, umerudi wapi kila wakati unapoona unarudi mahali ambapo mungu alikutoa unajua kwamba kuna shambulizi la kiroho liliandaliwa ulikuwa unashika shilingi elfu ishirini mungu akakutoa akakupeleka kwenye viwango vya laki na ghafla ukarudi tena kwenye chini kabisa ukawa unatafuta elfu tano Bwene, usiseme ya kwamba kuna kingine. Ni Mungu ni shetani yuko kazini, ni kama mm, anaandaa shambulizi. Yeah, mtu, tumemaliza ibada twende nyumbani. Ni siku nzuri, nimeona wote mmependeza <laughs> sana. Wabariki, kuna mtu mmoja anasema